Kwaresima, neno kwaresima linatokana neno la Kilatini ambalo linaitwa Quadragesima lenye maana ya arobaini ama siku arobaini. Wasomaji wa Biblia wanaelewa ya kwamba Yesu Kristo alipotoka kwenye kubatizwa alijaribiwa na Shetani, lakini jaribio lake lilikuwa la kupandishwa na roho Mtakatifu. Alipandishwa na Roho Mtakatifu ili ajaribiwe ili adhibitike kwamba huyu ndio Adamu wa pili anaweza kushinda majaribu. Hiyo ni katika Matayo sura ya nne kwanzia ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa kumi na mbili. Kodra jesima lenye maana ya arobaini, wamelichukua hapa kwamba Yesu alifunga siku arobaini. Kulingana na mapokeo ya madhehebu ya Kikristo, wanalitumia neno hilo kama kuwakilisha kipindi cha siku arobaini cha mfungo kabla ya Pasaka.